Itataka kila mtendaji achukue wajibu wake, afanye kazi yake, lakini awajali watu wa chini. Wananchi hawa wote wameungwa kwa sura ya Mungu, ni lazima tuwatumikie vizuri ili wakapate haki yao. Na ndio maana za nyingine, wananchi hawa wanajenga chuki na serikali yao, wanasema serikali hii ni ovyo, serikali hii itoke Serikali haitufai. Kumbe watu ambao hawatufai ni wachache. Mimi nitahakikisha serikali haitoki, lakini wale watu wabaya wanatoka haraka sana. Serikali yangu haitawaonea huruma majizi, lakini serikali yangu, ukifanya makosa hapa Msoma, kwa sababu palikuwa na tabia mtu nakosa hapa, unahamishiwa wilaya nyingine ukikosa kulu nahamishiwa wilaya nyingine, ukikosa kulu nahamishiwa wilaya nyingine. Kwangu mimi ukikosa sehemu moja, kwa heri mwalimu.